Nimeona pia jana uh, Haji Manara mm. Watu walikuwa kuna maneno ameibuka bwana, watu wanasema bwana mm. E, kaweuka, si akili zimeibuka au mm. Kina Maimartha niona walianzisha hiyo stori na baadhi ya wambea wengine hasa mm. Nikasema hizi hosta zimefikia wapi huko mpaka mm. Mtu namsemea kaweuka jamani, eh, eti kusema mtu ameweuka tena mm? Hawamtakii mema mbona ndugu yangu mm? imekuwaje? Yaani binadamu bwana, sisi binadamu wabaya sana hmm. tuna roho mbaya sana kupita maelezo hmm. mpaka umwombee mtu apate uchizi kweli kwa kitu gani hasa? Maana dunia ndo hii, kesho na kesho kutwa tunaiacha kweli e, tunaiacha hakuna, hatuna hata letu mm. Mimi kusema kweli, kwa kauli hizo nimeumia <laughs> kwa sababu Haji naye ni binadamu kama sisi kweli. Alafu mimi nisema kweli, mi nampenda Haji sana Eta. sana sana mm. Yani nampenda kama ndugu yangu, kwa sababu kwanza yeye mm. ni mtu ambaye ukisema kitu kama umem, umemkera atakwambia pale pale mm. Lakini sidhani kama ana roho mbaya hana mm. roho mbaya na watu sabisa. Ni kusemaji wake tu watu wanachukulia hivi oh. hivi, lakini sisi binadamu tunatakiwa mm. tupendane mm. kwenye shida tuwe pamoja, kwenye raha tuwe pamoja, lakini leo ukiona ukisikia mwenzako kaumwa umwa mm. unamwombea mpaka kupata uchizi ili upate nini yani? Utapata faida gani akiwa yeye chizi? Mfano ndo angekuwa chizi wao ndo angemtibia jamani eh, Wangempelekea, yeah. Madokta wakamtibu jamani, uongo kashi hakuna kitu tembea kibaya kama unafiki eh. Kitu kibaya sana. Sasa kashindwa kutembea, wao ndo walimpeleka hospitali, ndo wanavyosema kafungwa kamba kamba. Jamani, jamani, jama, kusema kweli hakuna kitu kibaya kama kumzushia mtu uongo kama huo, e, maradhi Hey, uongo mbaya mzito hey. Na Haji mwenyewe bwana, alafu unamkuta ta sio mtu wa mambo hayo hey. Anakutizama tu unavyosema lile jambo baya kuhusu ee anakutizama alafu anakudharau sasa hey. Ile mtu akisema alhamdulillah, we unadhalilika unatha, mara nyingi sana yeah. Tusipende kuwapaka wenzetu vitu vibaya hmm. Hasa kwenye maradhi hmm. Kwenye maradhi bwana, mtu asingiziwi maradhi hmm. Asingi ah, Ha? Mwenyezi Mungu anakulipa hapo kwa hapo yeah. Kama huamini, subiri litakalowatokea ao walomtaja huwezi yeah. E, unyukuta nyuma, nyuma pazia na wao wana mabaya kibao, wana madhaifu yao hey, e, na wao ya. Uchizi wanao pengine wanatamba nao hmm. Lakini wanaona kumsema mtu vibaya hmm. Ndio kama vile ndio ustaarabu hmm. Usiuze gazeti kwa kumtangaza mtu vibaya kabisa. Kwa kumsema mtu vibaya sio kashfa, sio kitu kizuri, hasa kumkashifu mtu kwa maradhi aliomba maradhi maradhi, mtu huwa hayaombi yeah. Lakini ingefika mpaka huko familia yake, si wangesema jamani, huku kuna moja mbili tatu Haikusema, haikusema e, mimi sijasikia popote, na amesema asubuhi mwenyewe kwamba nadhani alikuwa na clear hii kitu akasema kwamba ni kweli ni kwa sijisikii vizuri, lakini sio katika hiyo hali mnaoizungumzia. Mkwe mwenyewe katoka tayari e, ali, ali, ali, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. Yaani, kwanza nimefurahi kuwa na yeye mm. Ameyasikia na katoka kusema kuwa yeye ye kweli alikuwa anaumwa, lakini mm. sio hicho kitu ambacho wanakizungumzia mm. Bora kataja mwenyewe mm. kuliko ile ingekuwa wanasikiasikia ingekuwa imezidi inge uzushi ungezidi kabisa, lakini tumwombee heri Haji mm. apone arudi salama kwenye kazi zake mm. kwenye mambo yake mm. na kama anaumwa kitu Mwenyezi Mungu amuondoshee ambacho anacho mm -hmm. na nimpe pole sana. mimi Mama Love Kungwi nakupa pole mm -hmm. lakini pia nikutakia afya njema, urudi mm -hmm. nyumbani, tukuone mm -hmm. ufurahi kuliko kama kawaida. nimeona mm -hmm. pia uh, mjukuu wako binti yako Posh Queen wiki ametangaza mm -hmm. anaingia kwenye mahusiano mengine mapya, kwa maana ya ndoa mm -hmm. na majuzi kati hapa amefanya pia shughuli yake wanaita single, mambo akawa ni mengi pia. itakuwa si ndoa yake ya ngapi? yeah. ya pili, si ya tatu Kumbe alishawahi kuolewa na mtoto nasemekana. Basi mwanzako nilijua bado hey, nilijua huko nyuma kadhaa tu, lakini hajawahi kuolewa kwa hey, kwani watu wanaolewa kwa uzuri hey. Ah, we. niache we, labda nafuata hicho, hamna kitu basi <laughs> sie wabaya hata tusingetakiwa eh? Hey. kama watu wanaolewa kwa uzuri hey. Ah, kinasema Mamalove Kungwi, mbona tungeachwa hapo? hmm. Hawaolewi kwa uzuri yeah. Mtu anaolewa na vile anavyovutiwa mtu na ustaarabu wake yeah, na heshima yake na utulivu wake na maridhiano mm, lakini sio uzuri. Anasema kwamba mm, yeye yeah, aliulizwa ni kweli napenda pesa mm. Akasema sasa sasa uliyempata sasa hivi ndio hicho umekifuata, akasema ni kweli mimi ndio napenda mwanamume vile. Akaulizwa pia mwanamume wako kazi yako ni ipi? Akasema dalali. Maswali ndo akaanzia hapo sasa, mm aolewa na dalali dalali. <laughs> dalali wa majumba, wa viwanja, <laughs> dalali wa vitu vyote, wakuweka mabango mitaani, wa vitu vyote eh, dalali wa mambo yote, au anatudanganya? Mimi nimeshinda <laughs> kuelewa dalali kweli, maana dalali kwa aina nyingi, aala <laughs> kupangisha vyumba eh, kumbe madalali nao wana wanawake wazuri Dalali wa Poshi? Hapana, hiyo dalali wa Poshi, dalali huyo wa international Maa, mpeleka mpaka Dubai, huyo sio dalali. Nakataa huyo atakuwa si dalali eh? dalali anayaweza hayo magharama hayo, kwa sababu mimi na dalali najua akipiga tu, tukio lake hmm. Mfano mwezi mara moja kauza eh. gari moja hmm. au pengine katika miezi mitatu hajauza hata gari moja eh. Wako wanapiga kelele tu, nauza magari wele kelele moja kwa moja hmm. Labda huyo dalali mwenye bakti zake duniani inawezekana. La, mm, kwa dalali na mwenye nyumba mtihani hmm. upo mtihani <laughs> <laughs> hupo, lakini Mwenyezi Mungu awajali wa kama kweli hmm. ni kama kweli dalali anamuoa Poshy Queen hmm. basi dalali kajipanga hmm. atakuwa dalali wa viwango. Jipangi, yule atakuwa kajipanga ana vigezo vyote na masharti vya kumuoa Poshi eti ndiyo hmm. na Poshi unadhani ataenda kwa mtu ovyoovyo ovyo. Yeah. Ah, anaitaka wanaona wangazija parata, yeah. parata anaipenda sana <laughs> <laughs> parata ni pesa ah. mm. wanaitaka sana yeah. eh, Wazairi wanaita franga ah. eh, anaitaka sana furusi eh, furusi wanaita Warabu ah. Kwa hiyo mm-hmm. maokoto kwa eh, ndo sisi tena dolari eh, ndo wale mapeteje wale eh, wenye madolari yao mapaundi huko eh. lakini eh, wanawake wengi wasanii eh, wenye mashepu yao wenye uzuri wao hmm. wanafata pesa sana kwa ah. wanaume ah. Eh. hawaendi awa, hivi hivi eh, ndio hivyo ilifanya akashindwa wakashindwana Harmonize mbahili anaonekana atoi hela, usiniambie. mm -hmm. Kabisa yule yako ya utumie na yangu utumie. Eh, ndiyo yule anaonekana pesa atoi mwanangu, awapata anawapata, si ile sifa mbwembwe, waonekane wako na Harmonize, akiwachukulia magari anawapa, lakini kadi ya wapi, hmm. mtihani wa hesabu, ila kwenye gari aliyotaga kajala tu, eh ndo alipata huyo tu, lakini yeah. wengine asubutu Api. yule si aliona wa maisha yake yeah. yule anaenda anarudi anachota anaenda anarudi hivyo yeah. kwa hiyo hao wengine akaona, mm, asimtanie yeah, siwapi chochote, akanyimwa mwenzangu. Maana atukuyaona yale matanuzi, kama aliokuwa anatanua mama wa taifa, atujayaona pia yeah. yeah? mm-hmm. nimeona pia mwanao Harmonize sasahivi ametangaza na penzi jipya kwa, kwa, kwa, kwa nani yule, uh, sanchoka Eh? Sanchi. Yule mwenye shepu laki? Eh. Eh. Vipi hapo mamangu, kweli yee yeah? na, na mashepu damdamu. Wacha. Mm. Kitu. Ah, mbiliki. Wala asemezeki, mi nadhani Harmonize ana shetani wa shepu. Eh? wa kupenda shepu, shetani wake ni shetani eh? Mm -hmm. Au jini, ana jini yule, jini wa kupenda vitu hivyo. Itakuwa ina faida, ina hasara. Mwenyewe faida zake pengine anazijua eh. Yeah. Na hasara zake anazijua yeah. Maanake mm, haiwezekani kuwa yeye wale vipota bo hawapendi kweli yeah. Anapenda miji tu namna ile, miji mama yeah. Mizigo ya kuvunja vitanda <laughs> kweli. Hey. Lakini kumwangalia yule e, Sancho, namwonaje? Hasa Sancho ah, kawazidi wote, akawazidi eh? Wote kwa nini yani? Yule mwanamke hana shepu kajaaliwa, mashallah eh? kajaaliwa sihaba eh? mtoto kaumbika eh? amependeza Hmm. Lakini mtoto kama yule raha kuivalia dera ule mzigo yeah. E, wa kuvalia midera ya Kisomali ile, yaani yeah. ya kupendeza kujitahajabu vile yeah. E, bwana, ukiwa na mzigo mzuri ukivae dera ndo inakupendeza. Misuruali mambo yeah. ya kiunihuni haya wa kuvaa makanga yeah. Yani mkapita na kanga nzuri yeah. Kanga inanukia udi. <laughs> E, wale ndio hivyo. <laughs> Amweke ndani yule mm. Wakumvalia shanga mumewe yule mm. Yani yule mm. Tena shanga inakaa vizuri kweli pale tu, lakini zinasemekana alikuwa ameolewa yule dada yeah. ah. E, hey, ndo nisikia aliolewa na mwarabu sijui. Eh, hey, hey, akapata na mtoto. Tukaeme sijui yuko. Watoto si hey, wawili. Mwarabu wa Yemen ni wanapenda mizigo ile. Eh. Ndio vitu vyao. Wanaifyatua kisasa. Ali na, alimshikilia kusema kweli maana alikuwa najistiri kweli. Na alikuwa anajistiri. Eh. Hey. Basi kampata alikuwa anajistiri, lakini kama ni warabu ya Yemen ni kwa kufyatua matofali. Eh. Hey. Ah, ndio wenyewe. Kufyatua ndo nini hiyo? Ah, siri yangu. <laughs> <laughs> hmm. Eh? Hey? Mm -mm. Atakwambie <laughs> yani hey, kama kumbe alipata Mwarabu akastirika hey, hey, sijui kilichotokea nini hey, sijui mawifi wa kumpenda mashemegi hmm, na uzuri wote ule we, Warabu unafanya mchezo hey, ukiwa na kipilipili hey, ha, hata uje hey, we uwe na shepu lako lakini, kama una nywele kama ya kwao hey huna thamani we, kwao huna thamani. Angalia shape, hawakuangalia hata uwe mzuri kama kama Miss Tanzania lakini huna nywele kama ile wanayotakao ya kushuka mpaka uko kwenye magoti yeah, we sifuri kazi unayo, mm, si anaafu sio mweupe yeah, pua haijanyoka nyoka yeah, uona pua yako kama tanuri la mkate hawataki <laughs> wao utasema wanatumba wao. Acha mm, lazima wakutoe dosari yaani wao mm, wana ile tabia ya kuwa wanataka mtu yule kama ni mweupe mweupe mm -hmm. na singa inapepea kama imerushwarushwa -rushwa, hey, hivi wanataka hivyo wanataka na umekamili na shepu lako na mm guu lako -hmm, hivyo na ukicheka una dimples, mm, wao ndio wanayoyataka lakini yale mengine mm, ya kujiedit mm, wala hawataki. Sasa mnaweza namshauri aoe amweje mwenzangu, waangalie upepo hmm. mavazi yake, sasa sasa hivi hmm. anavyokatika. Nimeona juzi kwenye ile Kidedea alivyokuwa naikatikia ile, hapana. Pale mamake Harmonize sijui yuko wapi? Si hayaoni kweli ya mwanawe? Yaani ile bila Kidedea alivyokuwa naikatikia, kama ni mwanaume kusema kweli, lazima uangalie mara mbili mbili, huyo Sancho kwa hiyo kamchukua kamfanya, ndio video nini video queen au ndio hivyo, kamchukua hivyo eh. Lakini kwa kuwa mwanamke wake sijui. E, lakini lisemwa lolipo e. Maana hmm, mtoto yule kwa kupenda mizigo naye e. E, makonde kajalio. Mamangu, tumezungumza mambo mengi sana. Uh, watoto wazuri, hasa umeandalia ya nini hasa, maana naamini vijana pia wanaamini, wakishapata mawaidha kama haya, ushauri mzuri kama huyu, mwishoni sasa wasikie vitu vizuri pia, maana mahusiano kwa watoto wangu wazuri, siku hizi mahusiano yana, yana matatizo mengi mm. Siku hizi wanaume nguvu hawana, wengi wao hawana nguvu, lakini wengi mizigo inarudi ndani, kwa sababu mtu anakula mabaga mapiza na mazagazaga linanenepeana tumbo hili huku sasa likiwa tumbo hili huku mzigo haupo, hauonekani. Ah, okay. E, hauonekani unapoteana, aiwe unajificha mzigo, unakuwa kama konokono. Unajua konokono ah, kaingia ndani ya nyumba yake. Konokono akitokeza hivi katokeza, alafu anarudi ndani ya nyumba yake. Sasa eh, akitokeza unamuona mrefu yule, anakuwa ah, mdogo mdogo. Kwa hiyo suluhisho hili hapa hii e, e, kiboko ya viboko anah, anapaka anawekaweka sawa mzigo, unaweka sawa mzigo kiasi unavyotaka wewe mwenyewe yeah. E, yani kwa mwanaume yeah. anaweka sawa mzigo wake kiasi anavyotaka yeye mwenyewe yeah. Hii big machine. haya yeah. Ni mafuta lakini yeah. siri zetu hatusemi wanawake. Sawa kabisa. Kwa hiyo mwanamke yoyote kama unaye mumeo ndo uh -huh. hichi shoga yangu mnunulie, uh -huh. mafuta yapo kwa Mamalove Kungwi uh -huh. wala usipate tabu ukahangaika kumwambia mumeo fanya mazoezi.